Maeneo mengi yalikuwa mtandao wa simu hakuna, mm. hasa mbalali mbalali, mm. e, lakini ukienda maeneo kama ya, ya, Chunya, mm. lakini mabadiliko ni makubwa, tunaona watu jinsi ambavyo wana struggle, mm. kwa pongezi nyingi sana kwa wenzetu wa TCRA pia wanafanya sana utafiti hao, kina ndugu zetu kina Batholomeo, yeah wanapambana, na ndugu yangu hapa, ndo sisemi yuki safa anafelikadi ya timu mpaka maeneo mengi mengi, kwa hiyo kwa kweli, na wenzetu wote tutisielo fanya kazi nzuri. Mimi mm. mm. naamini kwa namna ambavyo mnatutendea haki. Ndiyo. Kwa kweli mnatengeneza kura nyingi sana za Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Mm. Na mimi niendelee tu kukuomba kwamba uendelee kuzunguka kusababu, uh, kwa sababu ukitembea ndio unaona kwamba kuna changamoto ya mawasiliano kiasi gani. Yeah. Lakini asilimia kubwa kwa kweli tunaridhishwa na mheshimiwa waziri na naibu waziri mm. dai Maryprisca engineer yes. kwa kweli kazi ambayo unaifanya katika mkoa wetu wa Mbeya, na tukuahidi tu tukua kwamba ushirikiano mm. hatutakuacha. mm. Sisi hatuna malalamiko kwa kweli, yani kwenye wizara hii hatuna malalamiko. Nashukuru so, maeneo mengi mm. mtandao umefika. mm. Sasa tunatakiwa tufanye utafiti na sisi wenyewe maeneo ambayo yenye population kubwa, afu mtandao unakuwa hauko vizuri mm hasa maeneo pia ya utalii mm -hmm. Yaani sasa hivi tuangalie pia maeneo ya utalii, kwa sababu mtu akienda kwenye utalii anataka apige picha, posti mm -hmm. Eh, anaenda Kisiba anaenda Daraja la Mungu, akitoka hapo anaenda sumaji ya moto, anaenda Matema mm, anaenda misitu ya Kipembawe huko, maporomoko kule kule Mpanga Kipengele, yaani tuhakikishe kila sehemu na hapa ziwa Ngosi mm -hmm. mtu akisimama kule juu kule mnara unapatikana mtandao unapatikana kwa anaweza kawasiliana vizuri na mitandao ya simu, otherwise eh, ni kuahidi tu kwamba Mbeya iko salama, yeah. Na tunakukaribisha sana dada wa nguvu. asante, ya tumpigia makofi mengi sana nafahamu <laughs> <laughs> pamekuwa na tatizo la wakazi wale wa Kyela kusikiliza redio kutoka nchi jirani, lakini hmm. Tuwashukuru sana nzito wa TBC, TBC FM pale waliweza kufika hmm. na wakashughulikia kuhakikisha TBC FM inasikika vizuri maeneo yale ya kule mpakani, japo bado kuna signals za wenzetu zinaendelea kuwapata wananchi wetu upande huu huku. Kwa hiyo tunaendelea kuona namna gani tutaendelea kushirikiana na wataalamu wetu kuhakikisha ile TBC FM inakuwa strong, inakuwa ina nguvu, signals ziwe zina nguvu, ili wale wananchi wasikilize taarifa zetu kwa sababu hmm kusikia miziki ya nchi jirani na taarifa za nchi jirani tena kwa lugha yao. Kwanza wanasikiliza tu kelele, hata hawaelewi vyote. Lakini sisi lengo letu kuona kwamba wananchi wanasikia redio na faida ya hiyo redio kama mheshimiwa rais dr Samia yuko mahala fulani anafanya kitu, ni vema huyu mwananchi akahabarishwa kupitia TBC FM mm. Lakini vilevile viongozi wetu wakuu wote, makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu na sisi mawaziri tunavyoendelea kutembea mikoa mbalimbali, basi wananchi ni vema wakaendelea kupata taarifa halisi, lengo kuongeza imani kwa serikali mm, lakini vile vile wao wenyewe pia tunawatengenezea amani ya wao wenyewe kuona kwamba nchi yao inapiga hatua kwenye masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Kwa hiyo ziara yangu ya leo ni kuona kwamba maeneo ya mipakani hali ya mawasiliano inaendelea kuimarika, na tukiachana na maswala ya radio, pia ya pia mitandao ya simu tutakuwa mm, na watu huduma wetu ambao wanafanya kazi maeneo yale, kule kama unavyofahamu ukifika tu maeneo yale unadakwa na SMS kutoka nchi jirani kwamba mm, sasa unakaribishwa huko, roaming imefanya hivi, lakini tuna uwezo wa kuona kwamba sisi kama wizara, watoa huduma wetu ambao tunawapa nafasi ya kujenga minara maeneo yale ya mipakani, wanaweka vifaa ambavyo vitakidhi kuona kwamba signal zetu ziwe zina nguvu, zinawafikia wananchi na kukosa usumbufu na zile zinazotokea kwenye nchi jirani.